Chama cha Mapinduzi mkoani Lindi kimewataka Watanzania wote kuungana pamoja katika kuijenga nchi ili kumsaidia rais mteule Dkt John Magufuli kutekeleza ahadi zake kwa Watanzania. Wito huo umetolewa na katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Lindi, Adelina Gefi, katika shamrashamra za ushindi wa chama hicho mjini Lindi, ambapo amewasihi Watanzania wote kuweka kando itikadi za kisiasa na kuelekeza nguvu katika ujenzi wa taifa. Taarifa zaidi na Ashiri Chelewa kutoka Lindi. Ni wakati wa shamra shamra kusherehekea ushindi wa Dkt. Johni Pombe Magufuli. Katibu wa CCM mkoa wa Lindi Adelina Gefi anasema msimu wa kupiga siasa sasa umekwisha, ni wakati wa kujenga taifa, na kwamba tulikuwa tukitafuta uongozi ili tusaidiane nao kuijenga nchi, hivyo umefika wakati sasa wa kuweka itikadi pembeni na kuungana na uongozi uliopo, kwa sababu njia pekee ni kuungana na kuhakikisha kwamba maendeleo yanaletwa na kiongozi ambaye tunamteua, kwa sababu wananchi hasa wanahitaji maendeleo na maendeleo. Mtu ambaye anaweza kuleta maendeleo ameshapatikana. Kwa hivyo hata wale wengine wanaweza kupata imani wakarudi ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa upande wake katibu wa umoja wa vijana wa mkoa wa Lindi Saidi Goa amewashukuru wakazi wa mkoa wa Lindi kwa kumpigia kura nyingi Dr. John Pombe Magufuli na anawaomba vijana waendelee kukiunga mkono tumepata kura nyingi za mgombea rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli na siku ya leo tumekusanyika hapa tunaungana na wenzetu nchi nzima na hususan wa Dar es Salaam hasa baada ya kukabidhiwa rasmi hati ya ushindi wa Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya tiketi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tunahakikisha kupitia tinga tinga, ahadi tulizozitoa wananchi wa Lindi wataona mabadiliko. Lindi mpya inakuja. Nawaomba vijana waendelee kuziunga mkono, wahakikishe kwamba mabadiliko ya kweli yanapatikana ndani ya Chama cha Mapinduzi. Sherehe hizi zinajumuisha furaha ya kulikomboa jimbo la Lindi mjini ambalo kwa muda wa miaka mitano limeshikiliwa na chama cha wananchi si. Lindi mjini lilikuwa linashikiliwa na chama cha upinzani kafu, na jimbo hili sasa hivi limechukuliwa na chama cha mapinduzi na mgombea wake ni mheshimiwa Hassan Kaunje. Kwa kweli tumefarijika sana, tulikuwa tunaishi Lindi mjini hapa, lakini kipindi cha nyuma tulikuwa tunatawaliwa na chama cha upinzani kwa maana sababu wale wenzetu vyama vya upinzani badala ya kuleta maendeleo ilikuwa kila siku matusi, tukurudi mitaani, tukurudi nyumbani, ukienda kwenye mikutano yao matusi. Kwa hiyo kubwa zaidi kwa, kwa sisi akina mama ilikuwa inatuuma, kwa sababu walikuwa wanatukana mpaka watoto wetu. Lakini kiongozi wetu alikuwa anafundisha kutukana, tumetukana matusi ya mpaka ya nguoni. kwa hiyo mimi nashukuru Magufuli kuchukua uongozi na Kaunje kuchukua uongozi. Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr John Pombe Magufuli anatarajiwa kuapishwa mnamo tarehe tano mwezi huu wa Novemba mwaka wa elfu mbili na kumi na tano. Kutoka hapa Lindi mimi ni Ashe.